Kuna sababu zinazotusababisha vijana wa kanisa tuchelewe kuoa na nimefanya utafiti huu nikagundua ya kwamba kuna sababu kadhaa zinazotupelekea kuwa hivyo, na miongoni mwa hizi sababu ni hizi kama zifuatazo. Sababu namba moja ambayo huwa inatufanya vijana wa kanisa tuchelewe kuoa huu wa kwanza, sisi tunapenda kusikia sauti ya Mungu akinena nasi moyoni akituambia yale yatupasayo kutenda kwa wakati sahihi. Kwa hiyo huwa hatuwezi sisi kuamka tu tukaona ni jambo la kukulupuka, ni kwa sababu huwa pia tunamwomba Mungu, na hivyo huwa tunazingatia kila kitu Mungu anachotuagiza, na kwa sababu hiyo huwa pia tunapenda kuona malolomodo wetu kama Bwana Yesu mwenyewe hakuwahi kuoa. pia Paulo hakuwahi kuoa. Sisi ni akina nani tuwahi kuoa ili hali bado mungu hajatupangia wito maalum wa kwamba sasa tunapasa kuoa. Muda mwingine mungu anatusubirisha hivi, ni kwa sababu sisi tuweze kuwa ni watu pekee wa misheni ya uinjilisti. Fikiria ya kwamba Mungu amepanga mimi niongoe roho mia moja kwa wakati fulani hivyo sio rahisi kuwaza habari za mapenzi za mahusiano. Kwa hiyo tunasubiria Mungu wakati sahihi atakapo tuhusu kwamba sasa kijana umefikia wakati wa kuoa na, na badala yake tusije yake tukajanganya, badala yake tusije badala yake tukachanganya misheni za Mungu na misheni za kimahusiano. Mungu anapokuwa na misheni yake, ni muhimu sana pia kumsikiliza Mungu katika misheni hiyo kuliko kukimbilia mapenzi, kwa sababu hata ma role model wetu kama akina Paulo Bwana Yesu mwenyewe hawakuwahi kuoa, kwa sababu wangeona kama vile hizo habari zingeweza kuchelewesha kazi maalum ambayo Mungu alikuwa ameitoa. Sababu nyingine ambayo huwa inatupelekea sisi vijana wa kanisa tuchelewe kuoa ni vile wazazi wetu huwa wanatushauri. Wazazi wetu mara nyingi wamekuwa ni board of wa mahusiano yetu. Kwa hiyo, kwa kuwa mzazi ni kwa kuwa mzazi anakuwa Mungu wangu duniani, kama bado hajakubaliana na mimi kuoa, mimi ni nani niweze kupingana na mzazi wangu? Kwa hiyo nitasubiri miaka ifike arobaini, hamsini ndio nifanye maamuzi sahihi ya kuoa, kama mzazi ataona ni vema kwa wakati huo lakini akiona ni vema mimi nifikishe miaka ishirini na tano miaka ishirini nioe, ni sawa, lakini kwa matakwa ya mzazi, na siwezi nikapingana na mzazi wangu. Na kuna muda mwingine, kuna kahaibu fulani ambako watu na kafili eh, kama vijana pale, mzazi anapoona kwamba sasa huyu kijana ameanza kuwa kujua mema na mabaya kama sisi u kuna kahaibu fulani mzazi wao anaka mzazi yeyote anaweza akakafiri kwa, kwa kijana wake na akaona ya kwamba kijana bado unatakiwa kusubiri usifikie kama ambayo sisi tumeafikia kwa wakati huo. kuna sababu nyingine ambayo huwa inatupelekea vijana tuchelewe kuoa. ni kwa sababu pia huwa tunatamani kuona wanawake wazuri kama Esther. Tunasubiri tupate wanawake wazuri kama Esther. Tunasubiri tupate wanawake wenye huruma kama Tabitha. Tunasubiri tupate wanawake walio na akili kama ya Debora. Na tunasubiri tupate wanawake wenye kuomba sana kama Ana. Lakini muda mwingine wanawake wa namna hiyo hatujawapata. Kwa hiyo hatuwezi sisi watu wa maombi watu wa kilo vijana wa kanisa kuoa wanawake ambao hawana tabia kama hizo. Tunasubiri wakati sahihi wa kuletewa wanawake kama hao, ili tufanye maamuzi yaliyo sahihi. Sababu nyingine ambayo huwa sasa inatupelekea sisi pia tuchelewe kuoa ni hawa dada zetu. Ukiwafata kuwaeleza nia yako ya dhati ya wanaanza kukutangaza kanisa zima, kana kwamba wewe ni ndugu yake na Lusifa. Yaani wanakuona kama vile tabia yako haiendani na maadili mazima ya kikanisa. Utaona tu wakiona tu umekaa na binti huyu, ukimchukua binti fulani ukaenda ukakaa naye mahali fulani, ukajitenga, ukawa unaongea naye, utashangaa mahali pote umeshajulikana kwamba wewe umemtokea mtu fulani na ulikuwa umekaa naye mahali fulani, kitu ambacho wanaona kama vile si maadili mazuri ya kikanisa na ya wewe kufanya hivyo. Kwa hiyo wanakuchukulia kama vile wewe sio mtu wa kiimani sana. Kwa hiyo muda mwingine, ili tuweze kutunza heshima zetu, kwa sababu muda mwingine sisi ni vijana, tunaaminika, sisi ni wazee wa kanisa, sisi ni mashemasi, sisi ni waimbaji kwa hiyo tunaona kwamba kwa namna wanavyotutangaza katika hii tabia mbaya ni vema tuendelee kusubiri hadi wakati sahihi utakapofika. Na sababu nyingine ya mwisho ambayo kwa mimi mtafiti nimeweza kuitafiti nikagundua, kuna muda unamwamini binti, unamwona ni binti anampenda Mungu, binti ni mcha Mungu, ni mwana maombi unaamua ya kwamba sasa huyu ndiye atakuwa mke wangu, unaanzisha mahusiano naye, ndani ya wiki mbili tatu unapigwa kibuti. Inatuvunja moyo moyo sana kwa mtu uliyemwamini, alafu anakupiga kibuti. Ni sababu ambazo zinatufanya sisi vijana mda mwingine tuendelee kuvuta, tuendelee kuwa na subira, tuone Mungu ametupangia nini katika maisha yetu.